Wana Kilimanjaro tumepata msiba mkubwa uliotokana na ajali ya magari ya ya na basi mawili ambayo moja ilikuwa linatokea mkoani Arusha kwenda Tanga, na basi lingine dogo aina ya Kosta nalikuwa natokea hapa Same kwenda Moshi manispaa gari hayo yamegongana na kuwaka moto, mabasi yote mawili, na ajali hii imetokea kilomita tatu takriban nne kutoka Same mjini. Ni ajali mbaya sana ambayo sisi wana Kilimanjaro na Watanzania kwa ujumla, katika miaka kadhaa, sidhani kama utakuwa na ajali mbaya kama hii ambayo imetupotezea watanzania wenzetu. Mpaka sasa Watanzania 37 ambao tunajihakikishia kupitia kwa kamanda wa polisi wa mkoa na timu yake yote wakisaidiana na wenzetu wazima moto pamoja na madaktari wetu. Kwa hiyo watu 37 wamefariki dunia, tunao majeruhi 29 ambao eh, ishirini na nne wako hapa lakini majeruhi watano wamekimbizwa kwenye hospitali ya mkoa Mawenzi pamoja na KCMC. Kwa kweli ni msiba mkubwa, na mimi nimeshamwarifu Mheshimiwa Mheshimiwa waziri, Mheshimiwa Mchengerwa waziri wa TAMISEMI, na hakika na yeye kwa sababu ndio waziri wa nchi ofisi ya rais. Taarifa hizi zimemfikia Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya jambo hili la ajali mbaya ambayo imetokea hapa wilayani Same. Ndugu zangu nawapa pole sana, na najua kwamba ile costa ilikuwa imechukua wananchi wa familia mmoja, walikuwa anakuwa na Moshi kwenye shughuli Eh, mapenzi ya Mungu hawakufika, ndio ajali imetokea. Namuona shehe yuko hapa, kwa sababu walikuwa wanakwenda kwake. Ama nichukue nafasi hii kumpa pole sana sana sana, eh, kwa sababu waliopoteza maisha wengi walikuwa kwenye ile, eh, basi dogo la kosta, lakini okay, hata basi kubwa kuna baadhi ya watu nao wamepoteza maisha, kwa hiyo kwa sababu magari yale hili la, la sameko na Moshi tumeshajua baadhi ya wananchi wengi wanawajua, watawajua ndugu zao, lakini e, wale e, kwenye basi naitwa Channel One ambayo alikuwa anatoka Arusha kwenda Tanga. Kwa hiyo basi pia kupitia nyewe wana habari na kupitia kwa mkuu wa mkoa wa Tanga e, Dr. Batilda basi wasaidie kuwatangazia wananchi ambao walio kwenye lile basi ambao walikuwa wanakwenda Tanga, na kwa sababu tunaye mtu alacho hapa ametuambia kwamba na orodha ya majina na orodha majina kwenye lile basi la Channel One ambao walikuwa wanakwenda Tanga, na na ndugu zetu wale ambao wanatoka Same kwenda walikuwa wanakwenda Moshi, tutawapata pia majina yao. Sasa tumekubaliana na katibu tawala wa mkoa, tumezungumza na mkurugenzi wa hospitali ya KCMC, kwa sababu ile miili imeharibika. Nanyie wote mmeona moto umeunguza sana, kumtambua mtu itakuwa ni kazi kubwa, lakini tumeamua sasa nitoe wito kwa wananchi wote ambao mduu, hawata hawatawaona ndugu zao leo, kesho au wamesikia kwamba walikuwa kwenye ile basi, na nitamwambia mtu atoe yale majina ili tuanze ku, wananchi waweze kujua kwa mandugu yake e, yuko hapa majeruhi ama amepoteza maisha. Tunataka kwenda kuwaomba waweze kufanya ili, ili ili tujue e, na kuweza kufananisha muweze kuwajua ndugu ndugu zenu. Na kazi hii sasa tutaka tuifanye e, haraka iwezekanavyo, kuanzia Mungu kutujalia kesho nimengi, kwa sababu wale watu ni wengi, pengine utachukua labda siku tatu hivi. Kwa hiyo ikitambulika basi tuta, e, tuta utaratibu utakuwepo kum wa kumkabidhi ndugu wa marehemu kwa ajili ya kwenda kumstiri kum. E, poleni sana Mheshimiwa mkuu wa wilaya pole sana wa Same na kuu yako yote na wananchi wa Same, sababu hili ni tukio la tatu ndani ya kipindi cha miezi miwili tunapata matukio kama haya, tushapoteza karibu wananchi kumi na nne miezi miwili iliyopita, lakini hili la leo, hili ni kubwa sana, ambalo kweli kwenye maisha yetu hatutaweza kulisahau. Ni ajali mbaya. Eh, eh, zinatokea ajali lakini hii ni ajali mbaya sana, ndugu zangu, poleni sana eh, poleni sana sisi. Kamanda alivyoniambia tu sasa, baada ya ajali kutokea kumi na moja <coughs> na Moshi kuja mbio kuwakimbilieni ndugu zetu wasana, kwamba jambo hili ni la kwetu sote, sio la kwenu peke yenu, lakini la kwetu sote. Ndio.